Ukumbuke kwamba kama kuna wizara ambazo ni kubwa na zenye shughuli nyingi kwa wananchi ni wizara ya TAMISEMI. Wizara ya TAMISEMI, ambayo inaongozwa na mtu anaitwa Mchengerwa, ambaye ndiyo mbunge wa Chama cha Mapinduzi, Mwanarufiji na mwenzenu. Wizara hii ndiyo wizara inayowahudumia karibu mambo yote mnayoyaona, ni wizara ya TAMISEMI, kiongozi wake anatoka hapa na wizara hii pamoja na kiongozi wake kutoka hapa, wizara hii iko chini ya rais, ofisi ya rais, ofisi ya nani? Ya rais. Sasa ndugu zangu, angalieni mambo yafuatayo. Pamoja na viongozi hao kutoka hapa, kama wameyafanya, ninyi wenyewe mtapima kama wanafaa kuwepo au hawafai kuwepo. Tunaanza na afya. Chama cha wananchi CUF tunasema kwamba sisi tukishika madaraka hakutakuwa na matibabu ya, ya kulipia, mtatibiwa bure wa Tanzania wote. Sasa hivi kina mama, ukienda kujifungua inabidi uwe na kadi ya kliniki ya elfu arobaini kujifungua, pesa. Halafu kuna bima ya afya ambayo na yeye wala upati dawa. Halafu hapo hapo serikali imechagua magonjwa ya kutibu, ni figo, kisukari sijui ni maiti, sijui kitu gani. Imechagua na wizara hiyo ambaye inashughulika na hayo mambo, anayeiongoza niwa hapa na kashindwa kuyafanya hayo mambo, lakini anakuja tena kuwaombeni mmchague tena. Msifanye makosa hayo, tunawaambia sasa sisi kwamba anayefanya makosa hayo ya nini kukosa kata hapa ambazo hata walimu wa hazina madawati hazina, mnakatwa mazao yenu ili mchangie hiyo elimu, halafu mnaambiwa elimu ni bure. Na wizara hiyo inayosimamia mbunge wenu wa hapa, ndo yeye yuko hapa. Tuliambiwa na kifua kipana anaweza yeye kusimamia uchaguzi TAMISEMI nini? nina, nina. na raisi na raisi ndio na mwenye wizara hiyo. Sasa wako watu wawili hapa ambao leo mimi nawaambia mkifanya makosa ya kuwachagua tena hayo msije kutulalamikia kwa swala la kwamba hospitali hazina dawa msitulalamikie kwamba watumishi hawatoshi msitulalamikia kwamba halimashauri zinawanyanyasa wanyanyasa mgambo wanaotoza ushuru usio na, na, na, na, na, na miguu wala kichwa msitulalamikia hayo mambo msilalamike kwamba walimu wakuda msilalamike kwa sababu ninyi ndio mnao kazi kuwaondoa hawa ambao hawatendei hizo haki, kwa sababu aliyepo hapa, mbunge wa hapa kutoka chama cha Mapinduzi anayeomba sasa hivi, ndio mwenye jukumu hata la kuajiri vijana wenu wakafanye kazi huko kwenye halmashauri, lakini yeye ndo hafanyi hivyo. Lakini sijui kama watoto wake nao hawajaajiriwa kama ambavyo watoto wenu hawajaajiriwa. Sasa, ndugu zangu, niwaambie tu Uwe waangalifu ndugu zangu wana Kibiti. Uwe waangalifu ndugu zangu waj, unasikia Ikwiriri, nimekosea, nimesema nime nime Kibiti badala, lakini ni Watanzania hawa. Mimi nawaambia tu, tarehe ishirini na tisa kamwondoeni Mchengerwa kwenye ubunge, wekeni mbunge Wanamege, nimeambiwa hapa kwa sababu Mchengerwa kama ni kazi, mmemwona anachofanya. Kama mna malalamiko yoyote kuhusiana na kazi za serikali, anayehusika ni waziri anayetoka hapa, msimpe sasa kura na rais. Kama kuna matatizo yanatokea, anayeomba kura sasa hivi naye msimpe. Mmepewa jukumu hilo la kuwaadhibu kuwa, wanaoshindwa kuwa, kuwajibika. Serikali ya Chama cha Mapinduzi haiwajibiki ipasavyo inawatelekeza wananchi wake na kujali matajiri. Kwa hiyo elimu, sisi tutatoa bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu, na pesa zipo. Asije hapa mtu kuwaambia kwamba hakuna pesa na kuwanadai kwamba ahadi wapinzani wanazozitoa haziwezekani. Pesa ziko nyingi mno. Mkiambiwa pesa zipo, no. Mkia zipo. Mimi nimewahi kuwa mkurugenzi wa halmashauri, najua pesa zilipo, najua pesa zinazokusanywa na na na na. Hapa sasa hivi vijana mnashangaa shangaa hapa na pikipiki za mikopo ya kausha damu kina mama na walemavu, pesa asilimia kumi ipo halimashauri ya ninyi kupewa. Hili kama ni pikipiki mzikope vizuri, lakini waziri anayehusika na hizo halimashauri anatoka hapa na matatizo hayo mnayapata wahapa hapa. Sasa ninyi, kwa nini msianzie kumsanda kusafisha nyumba yenu kwanza? Sisiemu haina dira kimsingi, sasaiji haiwapendi ni jukumu lenu sasa kuiondoa CCM madarakani. Swala la umeme, sisi kafu tunasema mkituchagua hakutakuwa na gharama ya kuunganishiwa umeme. Ukishajenga nyumba yako, TANESCO watakuja wenyewe kuja kuunganisha umeme. Wewe kazi yako itakuwa ni kununua ruku, watakata ka pasenti kao huko kwenye ruku, kama wanapofanya kwenye simu, kwamba unapewa hata laini ya bure, lakini ukinunua voucher unakata kidogo Bayo, kwa hiyo TANESCO akiona nyumba yako watakuja kukuwekea umeme, sisi hautatozwa gharama ya nguzo. Hakuna cha elfu ishirini na saba hakuna cha laki tatu. Kwa hiyo hayo niyategemee. Jambo lingine, serikali ya chama cha wananchi CUF, mkituchagua, tutahakikisha haki yenu ya kuishi inalindwa. Tunavyo vyombo vya dola, nina wajibu wa kuhakikisha ninyi mko salama, na ninyi wenyewe mna wajibu wa kujihakikisha usalama wenu kwa hiyo chini ya serikali ya CUF msamiati wa wasiojulikana, msamiati wa watu kupotea, msamiati huo hautakuwepo. Mimi Gombo Sandito nitaupiga marufuku huo. Kama kuna mtu anakosa atakamatwa na atashitakiwa kwa haki, kama hana kosa ataachiwa. Huu utaratibu wa sasa wa watu kupotea, wanapotea bila kujulikana, kwa rume ya wasiojulikana huo mivi si utaki na hautakuepo, kwa sababu huko kinyume ya sheria. Na niseme tu, kwa upande wa ndugu zangu wa polisi, tunashindwa sasa hivi kutofautisha kati ya polisi wa haki na polisi jambazi, kwa sababu kuna wakati ambao watu wanajitambulisha kwamba wao ni polisi, lakini hawana uniform. Bunduki wanazo za kutosha, na wanakamata watu. Kuna polisi wanaokuja, polisi wa kweli wanakuja kukamata lakini nao hawana uniform. Sasa sisi tunashindwa kutofautisha polisi wa kweli na polisi mwizi na polisi jambazi. Matokeo yake yanakuwa ni kwamba wale majambazi wanao uwezo wa kujinasibisha na polisi wakasema wao ni vyombo vya dola, halafu wakaanza kuua watu na kunyima amani watu. Kwa hiyo tunaomba vyombo vya dola vikemisheni jambo hili. Watu wanatakiwa kuishi kwa uhuru na usalama kwenye nchi yao. Msiwe sehemu ya kujikuta majambazi nayo yanajifanya ninyi ni yenyewe ni polisi. Tunajua polisi, kazi kubwa nzuri mnayoifanya, na kwamba tuseme tu, polisi wakiwa kama watumishi wa umma na watumishi wengine wa umma wa afya, wa, wa elimu na watumishi wengine wote, serikali ya chama cha wananchi kafu, tutawapa huduma zenu zote mnazozihitaji mshahara wenu tutawapa vizuri, hatutawakata kikokotoo. Ukistaafu utapewa pesa zako zote, lakini pia tutahakikisha tumekujengea na nyumba ya kuishi ya kwako, ili upunguze njaa, usiwe unatusumbua sumbua. Tumepita barabarani mle umetomba karushwa, tumekwenda alimeshauri kule karushwa, tumekwenda kuomba barua ya dhamana. Rushwa rushwa na CCM ni uji na mgonjwa. Sasa hii serikali ya chama cha mapinduzi huwezi kuisikia inakemea mafisadi, kwa sababu yenyewe iko bize. Hakuna mgombea wa CCM, hata ninyi ni mashahidi, ambaye hapitipiti kule kutaka kununua kadi zetu za kupigia kura, hapitipiti kule kuwapa mihera. Mgombea wa CCM kagawa baiskeli Tanzania nzima na pikipiki hiyo, katika hali ya kawaida tunaiita ni rushwa. Kwa hiyo kama chama cha mapinduzi kinatoa rushwa, kinaingia katika ufisadi Mnategemea kwamba mkichague mpate mambo mazuri, mtayatoa wapi? Kwa sababu rushwa wenyewe ndio wanatoa. Lakini pia wanatoa hiyo rushwa wakiwa na takukuru kwenye misafara yao, wanao hawatakukuru, wanatembea nao. Wao wanatuandikia meseji sisi kwamba, jamani, msikubali kupewa kutoa rushwa wala kupewa rushwa. Ila tunawashukuru takukuru kwamba angalau wanatufikishia ujumbe kwamba kuna rushwa inaendelea. Wanajua kwa sababu wanaiona kule, ila wanashindwa kumkemea gombea wasisiemu kwamba kuna rushwa inatembea tembe, tembea kwenye msafara wake. Sasa sisi CUF tunasema msiwape hao. Mungu ameshaonyesha ubaya wao, tupeni sisi mpate haki zenu za msingi. Ndugu zangu, katiba tutaanza na...